Nyosha mkono yako tuchukue muda tuombe, kwa sababu twende na wakati. Baba, katika jina la Yesu Kristo hai, asante Bwana kwa ajili ya neema yako, asante Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo ninapata nafasi kubwa ambayo Yesu Kristo niachindaa kibali kutoka mbinguni. Bariki huduma hii ya mumbano kubwa, bariki watu wote ambayo wameingia kwa siku ya leo, tutakapokwenda kusikia neno lako ulilelo wa taa ambayo inaleta baraka na utukufu ndani ya neema hii, katika jina la Yesu Kristo. Bwana na mkozi wetu tuseme Amen. Tumpige Yesu makofi. Tukae chukua nafasi yako kaa nataka nihubiri dakika tano, dakika mbili mwenye sikio, halete huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amina. Naomba uchukue nafasi yako ukae. Kama una masikio ulete huko. Chukua nafasi yako ukae usikilize neno la Mungu. Sikilizeni neno la Mungu kitabu cha Nabii Isaya neno la Mungu, Mungu kutoka kitabu cha Nabii Isaya arobaini na mbili mstari mdogo wa ishirini na mbili tu. Sikilizeni neno la Mungu kutoka kitabu cha Nabii Isaya arobaini na mbili mstari na ishirini na mbili Kitabu cha Nabii Isaya arobaini na mbili mstari wa ishirini na mbili tu. Mstari moja tu sitasema maneno mengi. Bwana Yesu asifiwe. Fanya hivi kama kuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Nabii Isaya arobaini na mbili mstari wa ishirini na mbili tu. Itasema ikiwa mstari wa Mungu Nema, Mungu ni nasiyama, lakini watu hawa watu walioibiwa na kutekwa, watu wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Haleluya! neno la Mungu linasema watu hawa walioibiwa. Siku ya leo kuna kongamano kubwa, watu wamekusanyika, wana wanahitaji uponyaji yule aliyeijua, ukikanyaga mafuta hapa utarudishwa kwako. Yule uliyetekwa, utakuwa mtu huru, utaachiliwa. Wale ambao wamepicha korokoroni watarudishwa kwao, waliopotea watarudishwa kwao. Kuna watu wamefungwa lakini sio magereza. Watu wamefungwa kwenye mateso, watu wamefungwa kwenye shida mbalimbali, watu wamefungwa kwenye magonjwa wengine wamefungwa kupitia shida zao magonjwa zao, lakini nakutakasia injili kitabu cha nabii Isaya sura ya ishirini na mbili kwamba leo ukikanyaga mafuta hapa na kupokea keke la upako utaachilia uhuru. Kuna watu wanateseka, kuna watu hawalali, wameibiwa hakili zao, wengine wamepotea njia zao, lakini ninaamini neno hili neno la baraka la uzima, anasema lakini watu hawa ni watu walioijua, inawezekana wanatembea tu, lakini ujui mahali ulipo. Lakini kwa siku ya leo, ukikanyaga madhabahu hii utapokea uponyaji aia <coughs> kwa shida <coughs> zako <coughs> siku <coughs> zote <coughs> <coughs> magonjwa mbalimbali, ukikanyaga madhabahu hii kwa ajili ya kupokea

Yule ambaye amepotea, hakuna mtu atakayerudisha, na kutangazia Injili ya Nabii Isaya, kwamba siku ya leo ukipokea kinga ya upako, utapokea uzima, utakuwa mzima, utakuwa mtu salama, utabarikiwa, utapokea uponyaji, utapokea uzima. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wa maimani? Usoma kitabu cha Warumi 28, anasema watu hawa wana macho lakini hawaoni, Wana mikono lakini hawafanyi, Wana masikio lakini hawasikii. Anasema watu hawa ni watu walioibiwa, walioteka kwa mateka, hakuna atakayesema rudisha. Lakini mtumishi wa Mungu ameteuliwa kwamba, rudisha watu wangu waliopotea, kwamba rudisha watu wangu walioijua, kwamba watu wangu wanateseka. Ndio maana siku ya leo tumekusanyika mahali hapa, tunapokea keki la upako, tunakanyanga mafuta ya uponyaji. Haleluya, haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Bwana na makofi nao jana lile nimakae nani areseriani asante sima mwanamigu yako, tutasema maneno mengi atachukua muda. Sema Bwana, niombe. Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai imesema lakini watu hawa ni watu waliotekwa. Inaamini watu wako watakao kanyaga mahali hili watapokea uponyaji na uzima. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni Mungu aliye hai. Ashiria kibali na uzima ndani yako. Bariki watoto wako. Bariki leo neema hii kubwa ambao umefanya neema kubwa katika kanisa hili. Bariki mtumishi wa Mungu Isaya atakapokwenda kufanya huduma